Ehe, dada Simforosa? Yes. <laughs> Kwanza jina lako tu Simforosa? Ehe jina, na la nani, la bibi la la nani la kwangu, la la kwako tu la kwenye kitabu, maana Wachaga wanachukua majina kwenye vitabu vile. Ndio kwenye Biblia. Lipo. Ndio. Simforosa, kwa huyu ni mtakatifu nani anaitwa Simforosa? Ndio. Ehe, <laughs> ehe, sifa zake ehe. Hujafuatilie Haya, <laughs> tuendelee. Ni jina mimi ndo nimelisikia leo. Okay, karibu sana. Asante. Tusikia wapi, umetokea wapi? Mi nimetokea Kilimanjaro. Nimewasikia kwenye social media. Kwenye social media, ndiyo. Ulikuwa unafanya nini? Na ni binamu yangu tu alikuwa anapita YouTube akawakuta, akanipa hilo wazo, akaniambia, kwa sababu mi nilikuwa nafanya kazi yani kwa shule ya serikali nilikuwa nafundisha chekechea ndio kule Rombo. Nilivyo maliza form four nikawa nimekaa nyumbani, mwalimu mm -hmm. wa chekechea akawa ameniomba niende nikamsaidia kwa ajili mm -hmm. ya kufundisha. Nilifundisha uh -huh. hapo mwaka mmoja mm -hmm. na nusu nikawa nafundisha hapo binamu yangu akawa amekuja kututembelea. mm -hmm. Akaniambia, sasa kama wewe una malengo yako mm -hmm. hautaweza kufanikiwa kwa haraka mm -hmm. kuna taasisi ya joisikiria wanaajiri, mm -hmm. wa dada wa kazi. mm -hmm. Kwa hiyo angalia, fikiria kama utaweza kwenda mm -hmm. au la. Mimi mm -hmm. nikawa tu nikafikiria mwenyewe mm -hmm. nika nikawa nika, nimekuja nika huku Dar es Salaam kwa dada mmoja kumtembelea Mm -hmm. Nikawa nimekuja namsaidia na kuuza nguo. Alikuwa mfanya biashara wa nguo mm. Nikawa na wazo ili wazo binamu alinipa, mbona kama vile litafanya kazi maana mm. Kwa sasa nipo Dar Dar es Salaam, nipo karibu zaidi mm. Nikawa nimemshirikisha dada, nikawambia mi na nataka nikaangalie kazi huko kama inawezekana mm. Akaniambia sawa, una uhakika nazo? mm. Nikawambia sina uhakika ila oja nijaribu mm. Nikamwomba binamu namba, kanipa, nikawapigia, nikawasiliana na nyie. mm -hmm. Wakanipa maelekezo. mm -hmm. nikafuatilia mm -hmm. barua hivyo. mm -hmm. Ndipo nikaja nikafika hapa. Okay, ndio sawa. Kwa hiyo kule chekechea, turudi kidogo, chekechea ulikuwa unalipwa kwa hiyo mshahara au? Ndio nilikuwa nalipwa kidogo tu. shilingi ngapi kwa mwezi? elfu hamsini elfu hamsini kwa mwezi ndio. okay. lakini kazi zetu ulikuwa hujazisikia? Hapana. Okay, na umefanya hiyo kazi ya elfu hamsini kwa muda wa mwaka mzima mwaka na nusu, unafundisha watoto? Ndiyo. Okay, shule ni shule ya ya primary? Ndiyo ya serikali ya ina darasa la kwanza mpaka la saba? Chekechea mpaka la saba. E, chekechea mpaka la saba. Okay, lakini wewe ukawa mwalimu wa chekechea na mshahara wako ni elfu hamsini. mm -hmm. Baada ya hapo, ndio mtu akakwambia kuna fursa zaidi mm -hmm. eh? Ndiyo. Kwa, kwa joisikiria. Ndiyo. Huyo ni nani alikwambia hivyo? Binam. Binamu. Binamu yako. Mbe ndugu zenu wananifatilia <laughs> eh, ndugu zenu, ndugu ambao mna ndugu zenu eh. Eh, nimependa huyu ni mtu wangapi kaniambia? Hivi na wewe uliambia ndugu yako alikwambia. <laughs> Rafiki tu. Rafiki eh? Ah, huyo rafiki huyo. Huyo rafiki huyo. <laughs> Mwenye mke wake. Akamkaribisha hadi nyumbani kwake, huyo ametisha. Lakini nimependa kwamba jamani wale ambao mnafuatilia hizi fursa uh, za hapa Wadada Center, na hata kama sio nyinyi direct mnakuja na kuzitumia, nimependa kwamba mmeanza kuona zinatija na mnawaambia ndugu zenu au marafiki zenu, kama ke alivyoambiwa na rafiki yake uh, na nani huyu Simforosa anaambiwa na, na nani binamu, binamu yake. Kwa hiyo hicho kitu kwetu sisi hasa mimi mbeba maono ninaona, ni yani, ninaiangalia kama fursa kubwa sana ambayo inasaidia jamii yetu, kwa watu ambao sio lazima direct awe anayeangalia, ni ndio hana kazi. Hapana, mnaotazama hapa, mna ndugu zenu, mna jamaa zenu, mnawaona mitaani, hawana kazi, hawana au kama wana kazi, unaona kabisa, huyu mbona ana potential kama Simforosa binamu yake aliona kwani alipo elfu hamsini wakati pale an, amemaliza form four na joisikiria na kazi pale anasema zinaanzia laki na nusu hiyo ni fursa si ndiyo jamani hiyo right. ni fursa nzuri sana sema tu mimi nachosisitiza jamani mnapoongea na nawa ndugu zenu mwasisitize kwenye uaminifu hiyo huo ndio mtaji namba moja uaminifu si ndiyo jamani eh? he, he mwasisitize sana kwamba mnawaleta hapa mnawaelekeza kwetu, lakini huku kwetu sasa, hebu wagusieni wa kuhusiana na swala la uaminifu, lakini pia na adresi zinazoeleweka zinazotambulika. Yani wewe mwenyewe mwambie tu, hakikisha unatokea kwenye adresi ambazo zina una ndugu wa karibu, baba mama au walezi ambao wamemlea aje, na barua ambayo ni proper, inatoka kwenye eh, inatoka kwenye maeneo ambayo yanatambulika. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu wewe unayemwelekeza ndugu yako aje hapa, wale ambao wanahitaji wafanyakazi, wanahitaji wafanyakazi wenye uaminifu wa hali ya juu sana. Ndio maana mnaona hii mishahara ni mikubwa. Hii siri ya hii mishahara mikubwa ni kwa sababu tuna, tuna advocate kupata watu wenye maadili chanya Asiwe, yani ya ni mtu tu ambaye amezurura zurura mitaani huko, hana maadili, hajitambui. Hapana, wawe ni watoto wamesoma vizuri kama dada hapa da, da, da, da, Simforosa ameshamaliza form four yake, hajapata kuendelea. Unajua kabisa ni mtoto ambaye amelelewa vizuri kwenye familia, sio mdokozi eh, ni sio mvivu, alikuwa anafanya kazi kwa elfu hamsini kufundisha chekechea, ni mtoto mchapakazi. Kemi hapa pia ni mama wa mtoto ni kwa sababu kakutana na ligumegume lisilojitambua saa hizi. Angekuwa ametulia kwenye ndoa yake, maisha yanaendelea. Kwa hiyo tuwapate watu ambao ni wazuri, wenye nia nzuri, wenye maadili mazuri, ambao watakwenda katika familia zile wakafanyike baraka. Wakifanyika baraka na Mungu atawabariki, ndio hivyo. Yani hapa misingi yetu ndio hiyo. Kwa hiyo mimi niwapongeze kwa kuendelea sasa kupeleka hizi taarifa kwa ndugu zenu, kwa sababu sio kwa sababu Uh, yaani mna- mnafanya hivyo kwa sababu mnajua mnataka kuwasaidia, na ukweli huo ndio ukweli, mnawasaidia. Unajua, ukifanya jambo ambalo hujiangalii zaidi wewe, unaangalia watu wengine, uh, ni rahisi sana kufanikiwa. Nyie ndugu zenu hawa hawawaiti kwa sababu wananipenda mimi, hapana, ni kwa sababu wanawapenda nyinyi zaidi. Yaani akikuangalia ya naona, wewe mbona unaweza ukajikomboa, nenda kwa jisikiria, kuna kuna kitu pale kitakusaidia, si ndio? Yeah, kwa hiyo ndio maana nawaambiaga siri ya mafanikio, siri ya mafanikio sio kufikiria shida zako. Mimi kweli nahitaji hela, lakini ili nipate hela lazima niwafikirie nyie na niwafikirie wale mabosi. Kwa hiyo hata ndugu zenu, nachotaka kuwaambia ni kwamba wanawaelekeza ili nyinyi mkafanikiwe, si sio ili joisikiria afanikiwe, na nataka niwahakikishie hilo na mimi nataka nikazie hapo. Sasa mkishafika hapa sisi ili tuweze kufanikiwa zaidi lazima wale mabosi wenu ndio wafanikiwe zaidi. Yaani ukienda kule ufanye kazi zake kwa uaminifu, uwe mwaminifu, uwe mchapa kazi. Mpaka tumewanzishia kozi ya kuwanoa, mpaka tunawaambia unavyojinoa pia ni kwa faida yako, kwa sababu utapata hela zaidi. Utatoka kuwa traditional dada kwa laki na nusu utakwenda kuwa smart wa laki tatu. Ukiwaza kwamba nataka laki tatu, utazingatia mafundisho yetu, kwa sababu unataka hela. Sijui naelewa e. Yaani ukiwa unawaza namna na gani, mimi napata hela zaidi, ni lazima niwaze matatizo ya yule mtu ambaye anataka ni, anataka nimsaidie. Ukiwaza hivyo siku zote kwenye maisha yako, hautaka upate shida. Lakini ukiwa ni mtu wa kuwaza tu, nipate hela, nipate hela, nipate hela, nipate hela, hutawaza shida za bosi wako, kwa hiyo hutafanya majukumu yake vizuri, na hizo hela hutapata e, kwa sababu hujajipa value, si ndio? Kwa hiyo nimefurahi kusikia kwamba umeelekezwa na, yani naanza kufurahi kwamba kuna ndugu wengi wanaelekeza ndugu zao, na mi nataka niwaambie, nawaelekeza sio kwa sababu mimi nije nifaidike, mnawaelekeza kwa sababu mnajua wao ndio watakwenda kunufaika. Na ili wao wakanufaike, nataka muwaambie kwamba wanapokwenda kule kwenye zile nyumba tunazowapeleka kwenda kufanya kazi, basi kule wakafanye kazi kwa bidii zote, kwa sababu hela zao ziko kule. Sindio jamani? Mm. Hela zako ziko kwa bosi wako, kwa hiyo ukifika pale unatakiwa uangalie bosi anataka nini na ufanye vile anavyotaka kwa ubora. Endelea kujiboresha kila siku, useme nataka nihakikishe, yani kama ni chakula napika vizuri, yani bosi wangu kila, kila chakula changu anachanganyikiwa. Hizo ndio hela <laughs> zako. Sijui unanielewa hiyo. Mm. Mm. ni siri, ni hivo tu yani, ni very easy lakini pia sio rahisi. Eh, hey, yani ni rahisi lakini sio rahisi. Kwamba we focus na shida za. Nyinyi mnakuja hapa sasa hivi mnasikia laki na nusu. Si mnataka hela? <laughs> Eh, kuna mwingine hata alikuwa na mpango wa kuendelea na mkataba, lakini akisikia laki na nusu, anasema, "Eh, hey, hey, ngoja niendelee tena." Si ndiyo? Hmm, so kwa hiyo sio kwa ajili yangu, ni kwa ajili yako. Sasa sisi tukifanya vitu kwa ajili yenu, lazima na nyinyi mtakuja. Yaani tunafanya ili tunajua wewe unachotafuta. Kwa hiyo tunakupa unachokitaka. Utakuja tu. Hatuhitaji kutumia nguvu kubwa. Sasa na bosi wako anachotaka ni watu wa kumsaidia vizuri nyumbani. Hebu wewe kuwa yule mtu ambaye unamsaidia, uone kama bosi wako atapindua, hapindui. Wewe shahidi, bosi wako alikuwa anakulipa laki moja, kakubali kukulipa laki na nusu. Unafikiri kwa nini? Umefanya kazi zake vizuri, hujamsumbua, ingawaje wewe unakaa Dar es Salaam, umezaliwa kwenu hapa, wazazi wako wako hapa, lakini mvenda kazini, umekuwa mtulivu. Bosi wako anakubali we mwongeze, dada ya hepi mshahara, sawa. Unafikiri kwa nini? Kwa sababu anakupenda sana? Hapana, kwa sababu we pale ukikaa, unafanya mambo yake vizuri, anafurahi, anaona dada yepi bwana, huyu sitaki kumpoteza. Hivyo ndivyo siri ya kupata pesa ndugu zanguni, kwa kufikiria matatizo ya watu wengine, watu ambao unataka wakulipe. Sio tu kila mtu, ah, ah, sio matatizo ya kila mtu. Sasa mtu ambaye hawezi kukulipa wewe, mwenyewe una hela bado, ukahangaikia na matatizo ya mtu ambaye hana hela. Sasa unafanya nini? Eh, hangaika na matatizo ya watu wenye hela, angalia kundi la watu wenye hela shida zao ambazo wao wanataka zitatuliwe, tatua wakupe zile hela, si ndio? Ndio, hivyo haya dada Simforosa, wewe una malengo gani? Sasa ushafika kwetu, umekutana na mambo ya wadada center, huku ni ya moto, mshahara unaanzia laki na nusu e, na ukijiongeza kama nilivyosema kwenye madarasa yetu, una uwezekano wa kwenda madaraja ya juu. Haya, unasemaji? Malengo, mipango Mi Natamani kuja kuwa mfanyabiashara wa nafaka. Okay, kwa hiyo unatafuta kama mm. kiasi gani? Nabidi uanze kuweka mipango, mipangilio ya mtaji utakao utafuta ili uanzishe e biashara, ili sasa uweze kufocus kwenye kazi, ujue hii kazi nitaifanya kwa mda gani, naifanya kwa miaka mingapi, yani kuanzia nataka za milioni tano kuenda mbele mm. ili niweze nafaka kutoka mikoa mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine mm. Yani, hiyo ndo ndoto yangu. Ndoto yako hiyo ndio? Okay, sawa, karibu.